Sifa. Amen. Awali ya yote nimesimama hapa kwanza kumrudishia Mungu sifa, heshima na utukufu, kwa zawadi ya mama yetu kipenzi Mama Frida Kaaya, lakini niendelee kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo wametuletea vijana ambao kwa hakika kupitia vijana hao tumemjua Mama Frida Nimesimama hapa kufikisha salamu za mheshimiwa rais wetu mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia na viongozi wengine. Asubuhi nimeongea na waziri wetu wa TAMISEMI, ametoa pole sana, na wote kwa hakika wametoa pole sana kwa mheshimiwa Zefania na familia nzima, pole sana. Nimetaka tufikishe salamu za faraja na pole, tunajua mnapita katika kipindi kigumu cha mtihani huu majonzi Msiba wa mama mzazi si msiba mdogo. Na sisi kama mkoa tuna msiba pia, katibu tawala wetu amefiwa na mdogo wake, kwa hivyo nusu walikwenda kule, lakini mimi nikaona nisubiri nije kwenye msiba wa mama. Kwa hivyo tumekuja hapa kushirikiana na familia, kushirikiana na viongozi wote kutoka hapa Hanang, na nimeongea na mkoa, mkoa yuko katika ziara, lakini atatuunga mkono baadaye Mama yetu Sendiga tutakuwa naye baadaye, katoa pole nyingi sana kwa hakika. Msiba hauzoeleki, lakini toshe kusema kwamba Bwana ametoa Bwana ametoa Bwana ametoa na Bwana ametoa na sifa, neno lake liimidiwe. hmm. Mimi nimesema sina mengi ya kusema kwa sababu sasa ndio nimemjua Zifalia ni mtoto wa aina gani haya ambayo mmenieleza kuhusu yamenifanya ni nimjue kijana ni kijana wa gani. Mwenyezi okay. Mungu wamenipa nafasi hii ya ukuu wa mkoa, imefanya kazi na wakuu wa wilaya wengi, fanya kazi na vijana wengi, wamefika mbali kupitia nafasi yangu. Wakuu wa wilaya watano wamekuwa wakuu wa mikoa, na kwa hakika nimekuwa ni mlezi na nimeona sasa ukarimu wa kijana wetu mpendo, nidhamu, kupenda kazi. Na sasa hivi tunakuja na kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi, kazi na utu. Huyu kijana tulikwenda kwenye programu ya kuanzisha mashamba ya kuongeza kasi mashamba ya pamba, na nadhani watu hawajui Tanga tunalima pamba tumekwenda kule kwenye zao hili la pamba, na kuna mkulima wetu mmoja ndio anafanya vizuri sana kwenye ukulima wa pamba. Kijana alikuwa pale, yuko na jembe lake kwenye matuta, anapambana na kazi kubwa sana lakini, kila wakati ni msuluhishi kukiwa na migogoro, kijana hodari katika suluhishi, na mimi nadhani hata watu wazima sisi tuna, tunaangalia tunasema amepata hapi hii hekima. Mwenyekiti wa halmashauri ya Lushoto ni shahidi, mzee wangu yuko hapa, anampigia. Tunakupigia saluti, ni kijana hodari, una hekima kubwa sana. Sasa ndo naona malezi ya mama, ukarimu wanaojua ukarimu ukimkarimu mtu ulizi kwa nini anamkarimu. Ukiwa mwanamke mkarimu, mtu mtu aseme huyu mama labda ananitaka la au bite na safa kama usiano au anachewa, anataka huku kuna kitu anataka nimsaidie. Anajua ukarimu ni tendo la kiibada ni ucha Mungu. Kwa hivyo unaenda kwenye mkutano Lushoto, kabla hujaondoka, sema kuna chakula tumeandaa, usiondoke hata tumeondoka nasema tumeweka tume chakula pale Mombo, msiondoke mjali tunamwona Mama Frida. Kwa kweli malezi ya mama huyu kwa watoto wake ni malezi makubwa sana, inatufundisha na sisi sote upendo, upendo, mshikamano, lakini mnaucha Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu, utakuwa na adabu, utakuwa na adabu kwa mkubwa na mdogo, na hata leo watu wamekuja kutoka Moshi ulipofanya kazi na hata wa Mafia wa, wa Dar es Salaam, kila mahali wanakufuata, mnyororo ule umeishi na watu vizuri sana. Watoto mpendane, pamoja na ndugu na familia. Mama ametutoka, lakini bado imani ile tuilinde, tuhakikishe tunapendana, tunasaidiana, tunashikamana. Majirani wamekuja kutoa ushuhuda mambo mazuri ambayo walikuwa wanapata kwenye kupitia mama, lakini hata kwa familia familia imesha rithi. Wanasema akifa mtu kama mama ni kama vile hazina imeondoka kwa sababu, lakini tunamwombea pia Mwenyezi Mungu aendelee kumwangazia mwanga wake wa milele na ampumzishe kwa amani. Sisi tuliobaki tutaendelea kujifunza kupitia maisha yake kupitia maisha ya vijana wake ambao alikuwa nao. Lakini nashukuru na wenzangu ma-DC wengi wote walikuwa wanataka kuja. Nimebidi niwazuie na wengine. Lakini nashukuru sana mheshimiwa wa Kilima kwa jinsi ambavyo amekuja. Na kwa hakika nimemtaja tu Zefania, lakini nao viongo vijana wazuri na heshima kubwa na wanao nisaidia katika kazi. Na namshukuru sana mheshimiwa Rais. Tunaye hapa mheshimiwa Albert Msando wakili msomi akika ni msaada mkubwa na hiyi kwa kweli heshima kubwa sana, lakini tunaye pia na Jafari Kubecha naye anatusaidia katika kazi mbalimbali. Waheshimiwa waombolezaji wenzangu, viongozi wangu wa dini, nai tuko katika ibada hii ya kumwaga mama, na nafsi yake na imani inaridhika na imefurahishwa kwaji sababu tunasimulia haya yale aliyoyafanya kupitia matendo ya watoto wake tunaomba tu basi katika kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani, lakini na katika kipindi cha Kwaresma, iwe ni sababu ya yeye kufunguliwa milango huko katika safari ya kwenda, afanyiwe pesi katika safari yake na kila jambo, ndio na nuru ya mwenyezi Mungu. Bwana ametoa na Bwana ametoa, asante lake shukrani.